Mvua imepotea. Mepotea, teremka chini kidogo kibuyu. <laughs> Kama miguna Miguna tarudi Kenya kuapisha baba mara ya pili. <laughs> Shuka kidogo, shuka chini kidogo, tuambie <laughs> ukweli kibuyu, kama Ruto atakuwa president 2022. Shuka chini kidogo.

Mwanaume sio wale tu. Wewe pia mwanaume ni kizungu mingi. Ati kizungu mingi. Mwanaume kizungu mingi ni bure. Mwanaume ni hapa. Hapa ndio mwanaume.

Hapo ndo napea bibi yako haki ya tatu na tini. Maandiko yanakuambia itakuishi na bibi yako maisha marefu sana. Pea kingapi? Tatu. Sipole. Haki ya kwanza. Bibi ya kule ya nono. Upate mali ya kushika. Hata akitembea anaenda kama mjinga. <laughs> <Feli Maria. laughs> Haki ya pili, bibi ya ya a a haki ya tatu, nyorosha bibi yako vilivyo kila siku, bakora ngapi? Huko na pesa, una pesa, una bibi, bibi ni mgonjo, siyo mgonjo kwa tatu. Kama nyumba. Tatu tatu kwa kwa kama kama kama nyumba baranda baranda. Hapo wewe, Wewe fundi <laughs> macho <kama> fundi wa wa saa saa. Sasa sasa ndio hii sasa. Hadi bila nyumbaa aa ujanja usiku ngapi ngavi. Asubuhi unamkia kale kanaitwa, anaamka ugali kadogo na mayai. Anafagia kwa varanda. Yesu wewe, lakini ukisema bibi yako anaimba na huzuni. <laughs> Hapo unaona vaa masuti yako ukienda job, chomelea tokeo huko, chomelea pesa, chomelea karaya, dakika moja anachomelea bibi leo. Jinga ya mwanaume ni hapo, na sasa hivi unalima mama paka anakufika, ndio wewe utajuaje huyo mtu analima anakufika, wewe hujui. Acha nikupe sign leo leo, sign iko ukiingiza jembe anafunga macho anakuangalia, hata inaenda hivi inakuwa kama hazadi ya pikipiki

hata one one siku moja mzee anakasirika aliingia kwa mayote. one day one day one day one day. hata jirani akawa vibaya, one day kwa jirani, ametoa kilemba one day wa kidomo. Lakini wewe hizi hawezi ingia kwa nyumba yako kama utalewa. hata ulewe, hautaki hautaki bibi akuulize swali, sio swali swali. Bibi anakuuliza one plus one, wewe unajua jibu ni juu, lakini huna nguvu ya kuinua mkono, vuta heri mkono